M1. M1. Manake nini? Okay. Yeah. Wewe jina lako halisi ni nani sasa? Ndio maana ikaja M1, bada watu kuona ilo jina mama mwenyewe kulitaja siwezi <laughs> <laughs> Labda hiyo ndo ilifanya ije M1 au M1 ulipewa kwa sababu ya miche za, za usanii hilo yeah. nipewa kwa sababu ya mishe za usanii. Okay. Yeah. Umeanza kuimba since ukiwa shule? Nilianza kuimba tukiwa shule. Primary au secondary? Primary. Na ngoma ambazo umeshai kutoa official kabisa ikatoka wewe kama M One ni ngoma kama ngapi? Uh, ngoma nilizotoa kiukweli bado, ila hii ndio nitakuwa yangu toka zamani unaimba, huwa unaimbia wapi sasa? <laughs> <laughs> huwa anaimba lakini bado sijazitambulisha rasmi. Okay. Yeah. ujawahi kuzitambulisha si? Yaani, unaimba unaenda studio na rekodi au huwa unaimba hu una mtu uh, ah. mm. unatokea wapi M One, mtu ambaye mm. anakusikiliza leo kwa mara ya kwanza ndo nasikia hili jina. Mimi ni mkazi wa Morogoro hapa. Makambako ndo unapoishi sasa hivi au hapana? Umetoka Morogoro? yeah, yeah, yeah. Kwa nini, yeah, kwa umekuja kwa ajili ya kukaa kwa ndugu zako au umekuja kwa ajili ya kufanya muziki kwa? mm-hmm. Mm-hmm. Toka lini, toka umekuja? yeah. Na ulipokuja ukaanza kuzama studio tayari kwa ajili ya kazi? Yaani natamani kuelewa safari yako kidogo. Nimecheki jamangu Gamidi, okay. so, mm -hmm. yeah. yes. so, basi mimi mm -hmm. natokea hapo studio. Kaniambia sijai kwa sababu nina ngoma nyingine ambayo nilifanya kwake, lakini hiyo bado na yeye bado sijaitambulisha ile, ila hivi karibuni nitaitambulisha na yeye mm. na ulifanya kabla ujaja hizi siku tatu huko nyuma? Yeah, okay, why? Yeah. Kwa Gamidi umeenda kufanya kazi? Ah, kazi zake ziko vizuri. mm. yeah. Kazi ipi ya gani ambayo ulisikiliza ukasema hapa, mimi ndiye nitakuwa niende huko? Uh, kuna ngoma fulani ya B2K mm. E, alifanya kwa gari Bingo, nisikiliza Mtani Mwelewa. Mm. Yeah. Na jinsi ambavyo unaona sasa game yako itakuwa inafanyika hapa Makambako au uta rekodi kidogo na unarudi Morogoro? Hapana, itakuwa inafanyika hapa. Mm. Yeah. Yaani ndio mwendelezo hiyo, umeshajitupa ume kabisa makamba yako. Yeah, okay, ngoma yako ambayo umekuja nayo leo inaitwa fall in love mm. Mm. And fall in love vipi? <laughs> <laughs> <laughs>

hiyo ngoma ulikuwa umeshaiandika au umeandika pale pale studio? Ah, ni kifupi, ngoma huwa siandiki. Mm eh ila kisha sikiliza tu beat tu basi. Eh eh, ndio jinsi ambavyo nimekuja fall in love yeah. Umefanya kazi nyingine pia kwa Gabidi ukiachana yeah. na fall in love kwa kazi nyingine mm mmoja mm. tu Gabidi nimefanya naye kazi kwa sasa hivi zipo mbili mm eh yeah. ndio moja inaitazuisha moja ipo bado na a-na nafikiria na, na hapo kwamba um, sikia umemtaja hapa Bituke pengine ni msanii ambaye yupo kwenye mpango wako, natamani kuja kufanya naye kazi siku moja yeah. Kweli yupo kwenye mpango wangu mm. Yeah, namkubali sana kijana Bituke. nani mwingine wa Makambako au hujapata nafasi ya kuwasikiliza? ah, mwingine kwa Makambako kuna jamaa moja anajiita B Brown mm -hmm. yeah nayo na tamani kufanya naye mwingine, natamani sana kwa mwingine, of course, ni baba alidogo na alidogo diko. Sidhani kama ameachia miradi hivi karibuni, labda kama ulimsikia zamani. Ni zamani, lakini au ulikuwa unamsikia zamani, na na sina waka kama hata nafahamu mziki mara ya ah, mwisho alisikika kwenye Makambako cypher ya mwaka jana alifanya vesi mle ndani nafikiri, mm. Uh, sidhani kama ila, ni msanii ambaye anakuvutia pia itch? Yeah. Okay, mm, sawa basi, tusikilize tu, tu, fall in love wewe. Yes, yes. fall inaitwa love, si ndivyo usema? Yes. utaki kutuambia vizuri kuhusu msichana <laughs> ilikwaje, hadi amekufaa uende kuunanilia kuandika hiyo ngoma, au ulishaachana naye tayari ah? Okay, basi tunaisikiliza hii hapa, inaitwa fall uh, in love na msanii ni yani, M One, yaani m hafu moja <laughs> e, ka moja tu ile. Eh, unaweza kaenda kama m moja pia si ndivyo? Yeah. Yes, inaitwa fall in love imefanyika kwa Gami pale, tunaisikiliza hafu tunarudi hapa.